Safari ya faida sana kutoka jijini Dar es Salaam mpaka kufika katika hifadhi ya Mpanga Kipengere ambayo inapatikana umbali wa takriban kama kilomita mia nane na thelathini hivi kutoka makao makuu ya Clouds TV. Hifadhi ya Mpanga Kipengere iliyoanzishwa tangu miaka ya elfu mbili na mbili ni hifadhi ambayo imejibebea umaarufu mkubwa sana, umaarufu ambao unaipa hadhi hifadhi ya Mpanga Kipengere hasa ni kuhusiana na utalii wa maporomoko ya maji kwa Tanzania. Maeneo haya hupewa kipaumbele kwa kiwango kidogo sana. Kwenye matembezi yangu katika hifadhi hii ya Mpanga Kipengere nimekutana na Donasian Makoi, mkuu wa hifadhi ya taifa ya Mpanga Kipengere. Utalii wa Mpanga Kipengere ni utalii wa aina gani ambao ni mgeni kabisa kwenye ukanda huu wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania na Tanzania kwa ujumla? Kwa hifadhi ya Mpanga Kipengere kivuto chetu kikuu ni maporomoko ya maji na e, uzuri wa hifadhi hii tunasema ina zoni tatu za kiikolojia, kwamba kuna zoni ambayo ni ya ukanda wa chini ambao ni ukanda wa joto, ukanda wa kati, na ukanda wa juu ambao ni wa baridi. Ukiwa hifadhi ya Mpanga Kipengere utakuwa Afrika na Ulaya kwa wakati mmoja. Labda ukipata nafasi labda ya kuzungumza na wakazi ambao wanazunguka eneo hili, jamii ya watu wa Njombe uh, Mbeya pamoja na sehemu ya watu wa Iringa waanze kuchangamkia ama kuzifanya fursa za aina gani kwa ajili ya kuwatengenezea wao kipato na kurahisisha shughuli za uhifadhi? Kwanza, kubwa kabisa inaiona fursa ya kusafirisha watalii, malazi na chakula kwa sababu kwa ukuaji wa Mpanga Kipengere kwa maana ya sekta ya utalii tunaiona ni sekta ambayo inakuwa kwa kasi sana. E, ndani ya hifadhi kwa sababu kwa takriban miaka mitatu iliyopita tukisema labda tukichukua mwaka elfu mbili na ishirini mpaka sasa elfu mbili na ishirini na tano wastani wa watalii kwa mwezi tulikuwa tuna wastani, huku nyuma ilikuwa ni wastani wa watalii mia mbili kwa mwezi, ila sasa hivi imefika watalii mia nne na zaidi kwa mwezi mmoja mm -hmm. kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani eneo e, hili la utalii linakuwa sasa linapokuwa Tumeona linaambatana na, na fursa kubwa ya usafirishaji ambayo tunaona ni fursa ambayo wenyeji wetu wa Njombe Iringa e, na Mbeya wanaweza wakaichangamkia, lakini kingine pia kuna fursa ya chakula na wageni wengi. Unajua siku hizi pia, watu bado wanapenda afya zao, kwa wanapenda akija kukutana na kitu fresh, lakini pia e, wa, watu wanapenda pia nikija ukanda wa Wabena ukanda wa Wahehe nipate vile vyakula vya Kihehe nipate zile ngoma za Kihehe kwa pia ni muda zile e, nani vinywaji huku mm, kinywaji juisi, juisi ya ulanzi ile kinywaji kikuku ni ulanzi. Kwa hiyo mm, kuna mtu katoka zake huko Nairobi, pengine ashazoea mambo ya Kenya, labda nimkisia, nataka natakaaj kuta hivi nikiwa Njombe, nikiwa Iringa mm, wale wenyeji wetu wa Afrika wenzetu kule e, kinywaji chao jioni ni nini? kwa hiyo pia ni fursa kwa maana ya kwa, kwa, kwa makabila ya huku kuchangamkia kwenye hilo eneo. nimefanya mazungumzo mafupi sana na waongoza watalii katika hifadhi ya Mpanga Kipengere, wana simulizi nyingi miongoni kati ya simulizi ambazo zimenivutia kuzisikiliza na kushirikisha na wewe uzisikilize ni kuhusiana na maji ya baraka ambayo yanapatikana kwenye eneo hili. Wapo wageni ambao waliyatumia na kupata mambo makubwa, kwa mujibu wa simulizi zao. Kubwa kuliko yote ni kuhusiana na bwawa la mapenzi e, bwana. Bwawa hili tunaambiwa lina historia ndefu sana, lilishawahi kuwapatanisha nyani kwenye mahusiano ya kimapenzi, na sasa wewe pia kama binadamu unaweza ukafika eneo hili na mja wako mkakaa mkajadili kuhusu mahusiano. Bwawa lina maajabu yake. Kivutio ambacho ni adimu mm -hmm. kinatafutwa na watu wengi ni bwawa la mapenzi, ni bonge la bwawa, bwawa moja Afrika, dunia hii hakuna i ambalo lilisuluhisha liliwasuluhisha nyani wakiwa kwenye maisha yao ya asili ya kawaida mm -hmm. baada ya koo mbili kupigana, nyani mmoja E, ni nyani jike aliserereshwa mm. na mwamba hadi kwenye maji. Sasa akaja kuokolewa na nyani dume mm. wakati anatolewa, ukoo wake yule dume ukamuoji, kwa nini unamtoa adui? na yule nyani jike aliyetolewa akaojiwa na ukoo wake, kwa nini unatolewa na adui mm. yani, kikawa kisanga sasa, wakasuswa wote, pande zote wakajikuta wote wamebaki, na ikawabidi waanze maisha mapya. Bwawa mm. la mapenzi linatufundisha hatupaswi kukata tamaa kwenye mambo magumu pindi ya kutukuta. Ndio maana hao nyani hawakuangalia tofauti zao, wakaamua kuungana wawili, japokuwa wamesushwa wote, wakaanzisha hmm. maisha mapya, na hao ndio nyani wa Kimani. Kawaida kabisa watalii wa Kitanzania ni tofauti kidogo na watalii wa nje, kwa sababu kama tulivyozoea, Mtanzania ni ngumu sana kukuambia anatamani au amefika hapa kwa ajili ya kuona nyoka au mimea. Mtanzania akija hapa atakuuliza hivi kuna nyoka, ili yeye ajitahadhari au gope ya kibira au anakuja na target tu, labda maporomoko na mm, ya maji anaamini huko ni maporomoko ya maji mm, so, zote lakini mzungu anaweza akatoka chini kwao huko mm, na akafika hapa kukwambia amefuata tu mimea. Ah, nimewasimulia kwa ufupi tu. Ukiungana na mimi ukafika eneo hili utajifunza mengi na kufurahia uoto asili na asili ya Mtanzania. Shukran sana, endelea kufuatilia Clouds. Mimi ni Abel Mponela.